Mtoto huyu naye akampata mtu mwingine akamfahamisha hiyo hiyo bismillahirrahmanirrahim, rrahim ili alimfahamisha yule akisoma anaandikiwa 170 mzazi, na wewe unapewa 170 kabulini mwako. Kwa hiyo una 170 ya mtoto wako, una 170 ya yule aliyemfahamisha, na yule akamfahamisha mwingine, hivyo hivyo kadiri atakavyowafahamisha wengine zile mia moja sabini nawezi na kukuta mzazi ukiwa kaburini mwako. Ni malipo yaliyoje yanayopatikana kwa kupitia kitabu hiki kitukufu cha Qur'ani? Bila shaka ni malipo makubwa sana. Ndugu zangu wazazi, tusimame imara, tusimame imara na wala tusinyongeke. Kazi hii ni kazi tukufu, ni kazi adhimu, ni kazi ambayo ina malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wataala, khairukum man taallama alqurana waallamahu, Mtume anasema mbora wenu aliyekuwa mbora zaidi ni yule mwenye kujifunza Qurani akajifunza Qurani na yeye akaifundisha. Huyu ni mtu bora sana, ubora wake tunauona kama huu. Kuna malipo makubwa ambayo anayoyapata hapa duniani, lakini pia kesho, kesho akhira.